Ujambo, mtazamaji wa Zone Media, jina langu unaitwa Victor Moshi. Marekani imepeleka tena vikosi vya kijeshi na vifaa vya ziada katika kituo chake kilichopo mkoa wa Hasaka kaskazini mashariki mwa Syria, licha ya tangazo lake la hivi karibuni kuhusu kupunguza idadi ya wanajeshi na kufunga baadhi ya kambi nchini humo. Kwa mujibu wa Syrian Observatory for Human Rights, ndege ya mizigo ya Marekani ikifuatana na helikopta ya kivita Ilitua katika uwanja wa ndege wa Harab Algir karibu na mji wenye utajiri wa mafuta wa Melan Jumatatu mchana. Taarifa hiyo inabainisha kuwa ndege hiyo ilikuwa imebeba vifaa vya kielektroniki, risasi za aina mbalimbali ikiwemo silaha nzito na askari kadhaa wa Marekani. Kikundi hicho chenye makao yake ya Uingereza kinasema hatua hizo zinakuja wakati muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani unaodaiwa kupambana na kundi la ISIS ukiendelea kuimarisha ngome zake katika eneo hilo la kaskazini mashariki mwa Syria. Mnamo Oktoba 21, ndege nyingine ya mizigo ya Marekani ikisindikizwa na helikopta mbili za kijeshi ilitua katika uwanja huo huo ikiwa imebeba mifumo ya ulinzi wa anga na silaha nzito. Kwa sasa inakadiriwa kuwa takribani wanajeshi elfu mbili wa Marekani wapo Syria wakiwa wametawanyika katika kambi kadhaa, nyingi zikiwa kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Thomas Barak, aliyeteuliwa na rais Donald Trump kuwa balozi wa Marekani nchini Uturuki na mjumbe maalum wa masuala ya Siria, alisema mapema mwezi Juni kwamba Pentagon inapanga kupunguza uwepo wake wa kijeshi nchini Siria na kuacha kambi moja pekee ikiendelea kufanya kazi. Akihojiwa na televisheni ya Uturuki NTV mnamo Juni mbili, Barak alisema kuwa hatua ya kupunguza wanajeshi na kufunga kambi ni sehemu ya marekebisho ya kimkakati. Kile ninachoweza kuhakikisha ni kwamba sera yetu ya sasa kuhusu Syria haitakuwa sawa na sera za Syria za miaka mia iliyopita, kwa sababu zote hizo hazijawahi kufanya kazi, alisema Barak. Viongozi wa zamani wa Syria wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kuwa uwepo wa wanajeshi na vifaa vya Marekani kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ni kwa lengo la kupora rasilimali za asili, hasa mafuta. Katika miaka hivi karibuni, video kadhaa zimeonyesha majeshi ya Marekani yakisafirisha mafuta gari ya Syria kwa maroli makubwa kutoka kaskazini mwa nchi hiyo kupelekea kambi zao nchini Iraki, katika kile kinachoelezwa kama mwendelezo wa uporaji wa mali muhimu za taifa hilo.